Karibuni sana Kiswahili ni rahisi. Leo tunaangalia maswali na majibu ya ushairi katika karatasi ya tatu ya fasihi. Tuanze na kusoma ushairi. Soma shairi lifuatalo kisha ujibu maswali. Fujo tumboni. Siku moja miongoni mwa wengi virago vyetu migogoni tulianza safari kuhama jamba la ugwangwa kutafuta bonde la rutuba, kulima kwa nyoyo imara, kuzima moto tumboni. Miaka imepita na kupita mbali tuzo kutoka ardhi kwa wale ambao wamekauka kama kuni kutokana na nyimbo za kuishi ardhi ni moto tele tumboni, lo, maisha haya ukweli mchungu. Hii ngambo tunayolimia kwa kalamuko za misuli siyo tuliona kwa macho ya ndoto tulipoanza safari, aka maisha haya maisha yanaduka, njama za kuiba matunda ya udogo, baada ya wakulima ugofuka kama mahame kutokana na makofi ya jua ya mateke ya njaa. Maswali: shairi hili ni la aina gani? Thibitisha. Ni shairi huru. Kwa hivyo idhibati ni gani? Kwanza, halijafuata kanuni za kiarudhi za utunzi. Kwa hivyo unaweza kuzita kanuni za kiarudhi au sheria za utunzi wa mashairi. Kuna idadi tofauti za mishororo katika beti, shairi hili halina vipande, idadi tofauti ya mizani katika mishororo, na halina urari wa vina. Swali la ba, eleza ujumbe wa shairi hili. Kwanza walihama kuondokea jangwa, walihama kutafuta mvua nzito, walihama ili walime sawasawa sawa, walime ili kuondoa njaa. Ardhi walioishi haikuwafaa, hivyo wakahama. Wenye uwezo walipanga kunyakua ardhi yao, waliathirika kutokana na ukame, yani wale wakulima cha kwa kutolea mfano kwenye shairi eleza maana ya mshororo mshata. Mshororo mshata ni mshororo ambao hauna ujumbe kamili, au unaweza kusema ni mshororo ambao haujakamilika kimawazo, au usiokamilika kimawazo. Na mfano pale ni mishororo hii, ni kama vile, siku moja miongoni mwa wengi, virago vyetu mgongoni, mbali tunzo kutoka ardhi kwa wale ambao kutokana na nyimbo hii ng'ambo tunayolimia baada ya wakulima. Swali la da, bainisha toni ya shairi hili. Ni toni ya kukata tamaa, au unaweza kusema ni toni ya huzuni au ni toni ya matumaini. Eleza mbinu tatu za kimtindo zilizotumika katika shairi hili. Yaani, tamathali za usemi zilizotumika pale, kuna jazanda, ukipenda ite istiari. Yaani, jazanda pia huitwa istiari. Mfano pale ni kuzima mto tumboni, yani kumaliza kwa maana ya kumaliza njaa. Kuna tashbihi au tashbiha, wameukata kama kuni. Kuna nidaa, nidaa pia huitwa usihai usiahi, loak maisha haya, usisahau kuweka alama hisi fa eleza thema ya aina tatu za urudiaji katika shairi hili, yaani umuhimu wa aina za urudiaji. Kuna urudiaji wa sauti. S, sauti ambayo imerudiwa pale ni irabu i, kujenga urari wa vina au ile rithimu. Kuna urudiaji wa neno. Neno ambalo limerudiwa pale ni nzito, kusisitiza wazo. Kuna urudiaji wa vifungu vya maneno maisha haya yamerudiwa kusitiza wazo au kutambulisha wazo. Swali la ga, andika ubeti watatu kwa lugha ya nathari. Maisha ni magumu katika ng'ambo hii tunayolimia, tunatumia nguvu nyingi, lakini mapato machache, kinyume na tulivyotarajia wakati tulipoanza safari. Tafadhali niandikie maoni pale chini na uniambie video ambayo unataka nitu, nifanye kesho. Shukran sana kwa kusubscribe na kwa kunisikiliza.